Ipenye mpaka iingie kwa moyo wa mke wako, agundue anachokifanya. Utakwenda ofisi za serikali za mtaa zote unaozijua, kila usarali wa jamii utaingia, na unamuona shanga hili haelewi nini, lakini moyo wake umefungwa na hawezi kubadilika. Mchana wa leo, unajua, wako watu ambao tuko ndani ya kanisa na kwa namna mmoja au nyingine nia zetu hazijabadilika Mwa... roho Mwa... zinataka. Kuna dhambi zinatutesa moyo, unataka kuna mazoea ya mabaya yananitesa moyo una tamani nibadilike, lakini kila ninapotaka kupiga hatua hivi ninakuta kwamba siwezi kupiga hatua kwa, kwa sababu nia yangu nia yangu haijageuzwa ya na nguvu za Roho wa Mungu hayo dawa hapa. Haleluya, iko dawa hapa. Mungu anatafuta hawa watu kiwa moyo wako unafika mahali kuna mungu na natamani kiaacha, maana hatutakwambia uende ushuhudie. Tulifundishwa hapa na mzee Chaza ikiliyopita, mshuhudiaji ni mtu ambaye anahubiri kwa matendo yake unapotaka kwenda kuhubiri lazima wewe mwenyewe uwe unafanana na mwalimu. Na mwadimetisamsababu wengine hatuwezi kwenda kuchingia kwa sababu nia zetu hazijageuzwa na tunafahamika na watu wanakfahama, lakini tutaishi hivyo mpaka lini? Mungu anataka afanye kitu katika maisha yetu leo hapa, ili anapogeuza nia zetu, anapogeuza nia zetu tuwe na uwezo wa kutenda mapenzi yake. Naomba tusimame.